Tumsikilize mama jamani. Kwa majina anaitwa Sion Tumbakeni. nani sisio? <Sion>, Sio. Sion, Sion, Tumbakeni uh -huh. Nimesomesha mtoto wangu mpaka akafika darasa la saba nikapeleka sekondari, nikafadhiliwa na shirika la Noloho. <coughs> Baada ya hapo, akaja likizo mwezi wa kumi na moja tarehe nane o ni, nimeenda kuleta Arusha, akaja nyumbani akakaa miezi moja. Sasa anashangaza mwalimu hiyo ya timu hiyo ambayo wamenifasia wame mtoto ndio amembebesha mtoto wangu mimba. Nimeleta kwa kijiji kwa mtendaji wa kijiji, nimeleta kwa mtendaji wa kijiji hamna mtu naona ngojeni kwanza, hebu tulieni huko. Hamna mtu ambaye anamtendea haki mimi. Mtendaji ya kata nikaja kumshitaki, ajanifuatilia mpaka leo hii. Sasa ninachoshangaza Jumatatu usiku saa tano na nusu wakaja kwangu kijana na mama yake na ndugu zake, sijui anakuja kuniloga sijui anakuja kuiba mtoto wangu sijajua, nikafungua nikafungua nyumba nikaona ni wao, nikafunga nyumba yangu nikaenda kulala. Naomba naomba kabisa mnilinda kabisa, maana sijui anaponifanyia ni nini mpenajikataka <coughs> Unajua, kesi ya huyo mama ni kweli? Mama binti yake yuko form 3 amepewa ujauzito lini? Januari mwaka. Kesi kwako kaleta lini? Ameleta Februari. uh -huh, mm, suala so hili liko polisi. uh -huh, mm. Linashughulikiwaje? Ngashu, li, lipo ngazi ya polisi, inaendelea na watu wako wa dawati. Unaijua kesi ya huyu mama, yo mtoto aliyepewa mimba, huyu mama akaja kumlalamikia nani? Polisi walikusha kuja bado kumchukua, ameshaenda kuojiwa bado, hata tangu mwezi wa pili mpaka leo hajaenda, ajaenda kuojiwa, maana yake ni? huyo kijana aliyempa ujauzito anaitwa Kalakai Barisha. Sawa, yupo hayupo? Yupo hata kwa kwa nini? kwa nini hajakwenda? Yupo mpaka hapa? Hebu e, e, aje hapa. Wananchi mleteni hapa, yuko wapi huyo kijana eh? Hayupo? Alikuepo, alikuepo, alikuwepo Eh, mama mamamk atakuwa ameondoka. Aya, swali so, langu kwa nini mpaka leo hamjampeleka hata kata, kwa sababu kama mama akaja kalalamika, swali so, liko polisi polisi limeendaje? Na maana umelipeleka yo au huyu mama mwenye ameenda polisi? Mi, mimi nimelipeleka polisi lakini huyu mama ameshafika polisi, ameshafika kwa afisa elimu, ameshahojiwa polisi, ameshahojiwa amehojiwaje? Ame. peke yake polisi, kata yuko wapi? Mtendaji akata aliniambia kwamba alimuita mtoto akamhoji nami nikamwambia basi mlete mtoto tumuoji ambaye mpaka leo hajaletwa sijamwona, mheshimiwa. Mna uhakika na kazi yenu mnaifanya vizuri? Tuna uhakika mheshimiwa. Uhakika wenyewe ni upi? Kwa sababu mnajua kabisa. Ndio. Mnafahamu kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais na maono ya Mheshimiwa Rais ni watoto wasome, lakini mnasikia kila siku tunasimamia sheria na kanuni za yoyote anayempa mimba mtoto wa shule. Kama mtendajikata akakuletea kesi tangu mwezi wa pili, si mwezi wa kwanza. Mpaka leo wewe na mtendajikata bado mnaongea mlete, sijamleta, hajakuja, hajakuja, sijamleta, sijakuja, mpaka usiameta. Hivi ingekuwa ni binti yako ungefanyaje? Alafu umati wote huku mseme, yule mama pale ni mwongo manake nini? Mtoto wake ana mimba, ana mimba. Ana mimba. Mtendajikata ameshamuona ame, huyo bwana aliyempa mimba yule mama. Kwa nini kijiji kizima mnamzomea yule mama? Ama watoto wenu kwenda kutoa mimba wakiwa bado udani wadogo wadogo. Sasa natoa funzo kutokea hapa. Wewe utaniambia sababu ya wewe kuto kumchukulia, yani kwa kifupi, naanza kuondoka na wewe leo, kwa sababu pia OCD kituo chako cha hapa kinasifika kwa ulaji wa rushwa hapa. Hawa nani, tunaona hao na uone pa kupumulia tu hawana. Lakini wanaongea, wanalalamika na taarifa kila siku ninazo hizi kesi ndogondogo hizi kituoni kwako, wao ndio mahakimu, ndio majaji. Wakipelekewa kesi kwao kwa ni mtaji, na nashangaa wewe, ni mama, ni mwanamke. Ingekuwa binti yako amepewa mimba shule, ungesubiri miezi minne mitano? Au, au ungepewa mimba mwenyewe ukiwa huko shule, ungekuwa huko hapa sasa hivi Mwishim...? ungekuwa unafanya kazi hiyo? samani mheshimiwa, taarifa nilipewa wiki iliyopita, wawili, taarifa wawili Yes, msinifuluge. Ulipeleka taarifa hii ni polisi? Eh? mwezi wa pili, mwezi wa pili. Huyu anasema ulipeleka taarifa juzi. Mmejiona nywenye, mmeona shule ilipo? Sasa hiyo sio yangu hiyo. sasa wewe sogea upande huo. Njoo. Pambana kwanza na huyu hapa. Sogeni pale pembeni. Sogeni pale pembeni. Sogeni pembeni hapo. Pambaneni hapo alafu mje mniambie taarifa mlipata mnipa lini. Angalia nini huko, sio huku tena. Pambaneni nyowe nyowe ile hapo. Mkubaliane nani mwongo kati yenu alafu ndio mje hapa. Msinizungushe mimi, nipo kazini hapa, msifinne kuja kucheza. Mama, mtoto uko wapi? Tunaendelea huku. Nyinyi nimesema shughulikeni wawili hapo alafu baadaye mgeuke mniambie kati yenu nani anaongea ukweli. Shughulikeni hapo wawili. Ehe, mama. Ehe. Kako wapi? Katoto yuko nyumbani? Sawa. Mheshimiwa DC, hii leo kabla tujatoka hapa, mimi na wewe hakikisha umemwona yule mama, umeenda umemwona mtoto. Baada ya hapo, tujue tunafanyaje kuhusiana na habari ya suala la mtoto. Lakini OCD, naomba mtuhumiwa huyo apatikane. Asipopatikana mtuhumiwa, wa kwangu mimi ni yule pale, askari wako, ni mkute wapi, nyuma ya nondo Asikopatikana mtuhumiwa mtume wangu namba moja ni yule pale, ni mkute kwanza yule, wakati mnamtafuta mtuhumiwa aliyemtia mtoto mimba. Alafu mtuhumiwa wangu namba pili huyu hapa, aliyepewa taarifa tangu mwezi wa pili mpaka leo anazunguka nazo, sio kama tunaelewana. Mungu akubariki sana mama, hey. Swala so lako tunalishughulikia, naomba ukakae. Mheshimiwa DC atakuona, tunaondoka hapa na hii itamalizika. Asante.